Kanda ya Mtwara imekamilisha kusikiliza mashahidi 28 kati ya sabini na mbili waliotakiwa kutoa ushahidi wao katika kesi namba 15 ya mwaka 2023 inayowakabili maafisa wa jeshi la polisi wanaotuhumiwa kumuua mfanyabiashara wa madini, Musa Hamis, mkazi wa Nachingwea mkoani Lindi. Tunaungana naye John Kasembe hivi sasa kutoka Mtwara moja kwa moja kwa ajili ya kupata ufafanuzi kilichoendelea mahakamani hapo. Karibu uh, John, utuelezee zaidi uh, kilichoendelea mahakamani hapo, pia ni hatua gani sasa zinafuata kwenye mwendelezo wa kesi hiyo. Asante sana. Huu ni ushahidi wa 28 kwa upande wa utetezi umetolewa na daktari wa hospitali ya rufaa ya Ligula mkoa wa Mtwara, Amosi Belege, ambaye alielezea namna walivyofika katika pori la Dangote na kukuta mabaki ya mifupa nane ya binadamu, funza pamoja na suruali. Ushahidi huo ulitanguliwa na shahidi askari Afredi Kitwage yeye alitakiwa kuthibitisha simu saba zilizofanyiwa uchunguzi na kui, kuiomba mahakama kuipokea kama vielelezo vya ushahidi wa shauri hilo. Kwa upande wa mahakama umekataa kupokea simu hizo saba kutokana na kutokuwa na vielelezo vikiwemo email namba ya utambulisho wa simu ya mtumiwa katika suala hilo. Hata hivyo, upande wa mashtaka umeiomba mahakama kuhitimisha ushahidi wao wa ishirini na nane kati ya mashahidi sabini na mbili waliotakiwa kutoa ushahidi wao eh, katika mahakama hii kuendelea na kesi hiyo. Mahakama hiyo iliyopo chini ya jaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dar es Salaam Hamidu Mwanga, baada ya kufungwa kwa shtaka hilo, upande wa jamhuri inaandaa maamuzi madogo ya kesi hiyo ambayo yataletwa mchana huu na baada ya kuahirishwa kwa muda, na sasa hivi tunavyoongea tayari sasa e, kesi hiyo inatarajia kuanza rasmi baada ya kuahirishwa na kuanza kusikiliza e, maamuzi madogo baada ya kukamilika kwa mashahidi ishirini na nane. Zaidi tutaendelea kuwajuza watazamaji wetu hapo baadaye kuhusiana na kile kinachoendelea sasa katika kesi hii. Asante sana Kasembe kwa ufafanuzi huo, bila shaka tutaendelea kufuatilia kesi hiyo kwa undani kwenye taarifa zetu nyingine zinazofuata. <mulia>